Na sofa mpaka saa hizi wakulaumiwa ni viongozi wetu direct 100%, ndio wao wakulaumiwa, kwa sababu sisi kuhusu Roman Force tumeanza kupiga kelele tangu siku ya kwanza, kama ndama Roman Force kwenye klabu yetu hatoshi, afiti huyu kocha afukuzwe. Wao walishupaza shingo, wakaamini huyu kocha ataweza kutufikisha nchi ya hadi. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, safari hii mimi nina mashaka, mpaka tulipofikia hapa nina mashaka, kwa sababu siamini kama Mabedi anaweza kutufikisha hatua ya makundi na ng'ombe hawezi kuzeeka kunenepa siku ya mnada umeri. Umeshindwa kuilisha ng'ombe since day one, siku ya kwanza unataka siku ya, ya mnada ndo ng'ombe anenepe. Atanenepa vipi? Tumeshachelewa, siamini. Nina mashaka, labda itokee nguvu ya ziada klabu yetu kuingia hatua ya makundi lakini kwa sasa wanachama na mashabiki tuna wasiwasi, tumejaa na mashaka na tuna ya, yani tunaumia. Hebu angalia leo ndugu zetu, angalia leo ndugu zetu upande wa pili wamepata matokeo, wamepata matokeo ya kishindo ugenini, umenielewa? Sasa sisi leo timu ya kutoka hapo Malawi tunashindaje kupata matokeo? Timu ambayo hata kwenye top top yani top 15 top 50 yani timu hamsini bora Afrika. Haipo ile ya Malawi leo inakujaja kutufunga sisi? Haya, ile timu ambayo ya Eswatini ambayo na, amecheza nayo leo, Simba amefanikiwa kushinda goli tatu bila, maanake ni pointi tatu na magoli matatu. Hasa sisi leo mabingwa naua ndiomekumiza sana, hi mimi imeniumiza, na Mnyasa ni sikufiche imeniumiza nitazidi kuumia. Ni fedheha, ni, ni aibu. Yani, saizi tunashinda ta cha kuzungumza kama tumefanikiwa kumfunga Simba aliyeko nafasi ya tano kwenye leki za kafu, tunashindwaje kumfunga timu ambayo iko nafasi ya hamsini kwenye leki za kafu? na, u, na, tume, na ugenini tumeangalia ma ile performance, performance kweli ni, ni performance ya Yanga ile ndo Yanga ambayo tunaita tuna tuna tuna ambayo tumeaminishana kweli, msimu kama naenda kufanya kufanya kufanya wonders kweli, naenda kufanya maajabu, tunaingia hatua ya nusu fainali au quarter final na timu ile. Tunasema Mabedi amekuja, ni kweli Mabedi amekuja, ni kocha mkuu, tunamwamini, tunampenda, lakini mimi nina mashaka, Mabedi huyo hawezi kwenda kufanya maajabu kwenye hiki kipindi. Ilitakiwa siku ya kwanza kabisa ile mechi zidi ya simba pale pale ule kocha iwo imemaja ni bye bye, lakini kwa sababu akawa wameshinda. Unajua hizi timu zetu bana, sio kwa nini yani, ukishakuwa umeshashinda umeshashinda, yani wanakosa wanakosa nguvu ya kukufukuza. Umeona, umenielewa? Kwa hiyo mimi saizi Bwana Mnyasa ni